Karibu, leo tunakwenda kujifunza mada inayosema kosa kubwa wanawake wengi hufanya wakati wa ujauzito na madhara yake. Ujauzito ni kipindi nyeti kinachohitaji uangalizi wa hali ya juu kwa afya mama na mtoto. Hata hivyo, wanawake wengi hufanya makosa fulani kwa kutojua au kupuuza, ambayo huweza kusababisha madhara makubwa kwao na kwa watoto wanaotarajia. Kama ni mwanamke wa kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali kisha na subscribe ili uwe unapata mauzui yetu mara kwa mara. Utakuwa nami daktari Lenny Komba jikuletea mada hii kwa undani. Kosa kubwa ni kupuuza huduma za kliniki, antenatal care. Huduma za kliniki wakati wa ujauzito ni muhimu sana kwa ufuatiliaji wa afya mama na mtoto. Wanawake wengi hufanya kosa la kuchelewa kuanza kliniki au kuto kwenda kabisa. Sababu zinazowapelekea wanawake wengi kufanya kosa hili: moja, kuto kujua umuhimu wa kliniki; mbili, imani za jadi au shauri usio sahihi kutoka kwa ndugu au majirani; tatu, hofu ya kugundulika kwa matatizo mengine ya kiafya; nne, changamoto za kifedha au za usafiri. Tano, kujificha mimba kwa sababu za kijamii. Hebu tuene madhara ya kusahili. Moja, kukosa uchunguzi muhimu. Mama anapokosa kwenda kliniki, anakosa vipimo muhimu kama uchunguzi wa vipimo vya damu na mkojo, kipimo cha shinikizo la juu la damu ambacho kinaweza kikapunguza hatari ya kifafa cha mimba. Anakosa kujua hali ya damu hemoglobin na kuzuia upungufu wa damu kugundua maambukizi kama virusi vya UKIMWI, kaswende, malaria na magonjwa mengine. Mbili, kukosa kinga muhimu. Mama kukosa kupata chanjo ya pepepunda, vidonge vya kuongeza damu kama iron na folic acid, dawa za kuzuia malaria. Lakini tatu, mama anakuwa hatari kwa maendeleo ya mtoto. Kukosa ufuatiliaji wa ukuaji wa mtoto tumboni huongeza hatari ya mtoto kuwa na uzito mdogo, mtoto kuzaliwa kabla ya muda, kifo cha mtoto tumboni pasipo kutambuliwa mapema. Lakini pia kuchelewa kugundua magonjwa hatari, magonjwa kama shinikizo la juu la damu la ujauzito kisukali cha mimba au kifafa cha mimba huweza kusababisha madhara makubwa kama kifo cha mama kupasuka kwa mfuko wa kizazi upasuaji wa dharura tahadhari za kweli za kiafya kwa wajawazito moja anza kliniki mapema wiki ya nane hadi ya kumi na mbili ni muda sahihi wa kuanza huduma ya mama na mtoto mbili uzule kliniki angalau mara nne hadi nane au zaidi kama utashauriwa na mtoa huduma wa afya. Hii itasaidia kugundua kama una changamoto mapema na kuitatua. Tatu, fanya vipimo vyote vinavyopendekezwa na mtaalamu wa afya. Usikatae vipimo kwa hofu ya imani potofu au gharama. Nne, tumia dawa au virutubisho kwa usahihi. Usi kose iron folic acid na dawa za malaria na dawa utakazopendekezwa na mtoa huduma wa afya. Tano, tambua dalili hatarishi kama kutokwa damu, kuvimba, kichwa kuuma sana, au mtoto kutocheza tumboni. Sita, epuka kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Baadhi ya dawa zinaweza kumzuri mtoto tumboni 7, fuata lishe bora na yenye virutubisho muhimu, hasa protini, madini na vitamini. Kupuuza huduma za kliniki ni kosa kubwa inalofa, linalofanywa na wanawake wengi wakati wa ujauzito. Kwa elimu sahihi na msisitizo wa umuhimu wa kliniki, tunaweza kupunguza hatari kwa mama na mtoto. Elimu ya afya inapaswa kuwa endelevu na inayofika kwa kila mwanamke mjamzito ili kusaidia kizazi kijacho kuzaliwa salama kikiwa na afya njema. Tafadhali hakikisha una subscribe, una like na kushare video hii kwa marafiki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, tukutane katika mada ijayo.